Na mtazamaji tuelekee pwani ambapo sherehe maalum ya kuadhimisha miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa chama cha ODM imeanza rasmi, huku wanachama wakiabiri treni ya SGR kuelekea Mombasa kwa tamasha mbalimbali zilizoandaliwa mbali kusherehekea ufanisi wa chama hicho. Tuongana naye mwanahabari wetu Stephen Leto na Seth Olale ambao wamejumuika na wanaODM kwenye treni na wasafirisha wanachama kama. Stephen Leto, nanisikiza, tufahamishe tu msafara huu umefika wapi kwa sasa? Nam, ni wakati wa mankuli hapa kwenye treni ya SGR. Uh, tukielekea katika kaunti 001 kaunti ya Mombasa. Tuliko sasa ni eneo la Savo, tukielekea katika Uh, eneo la Voi kisha moja kwa moja hadi uh, kaunti ya Mombasa kwa maadhimisho ya miaka ishirini ya chama cha chungwa. Hii leo jioni uh, chama cha chungwa litakuwa linatua katika kaunti ya Mombasa rasmi na kuogelea maji ya matumaini, ambako wenyeji ama wafuasi wa chama hicho wanasema ni siku ama itakuwa wakati wa kusherehekea uh, yale ambacho chama cha chungwa kimeadhimisha kuanzia mwaka wa elfu mbili na tano uh, ikiwemo ikiwemo katiba mpya ikiwemo ugatuzi Amba, ambapo uh, chama cha ODM kinasema kwamba kimekuwa kikipigania uh, kuwepo kwa katiba mpya tangu mwaka wa 2005. Ikumbuka kwamba chama cha ODM kilibuniwa mwaka wa 2005 wakati wa mchakato wa kutafuta katiba mpya kati ya chungwa na ndizi. Na hapa tuliko ni uh, baadhi tu ya sehemu ya maankuli uh, kwenye treni hii ambapo uh, wanachungwa uh, wamefika kutoka kwa wawakilishi wa kaunti ya Nairobi. Uh, wakilishi wa kaunti mbalimbali uh, pia wafuasi wa chama hicho wako kwenye treni, uh, kwenye sehemu zingine za treni, lakini nataka nikupeleke tu katika eneo hili. Hawa tu ni wale ambao wanatuhudumia, wanahudumia wenyeji ama wafuasi ambao, uh, ama wageni ambao wako hapa. Kiona hapo ni mbunge uh, uh, kwenye akionyesha uh, madaha yake mbunge wa Kisumu uh, Magharibi uh, uh, Rosa Buyu uh. tueleze tu uh, labda, labda, labda, labda tu kidogo uh, tuko uh, moja kwa moja, tunazungumza, matarajio yako ni yapi uh, unapofika Mombasa? Asante mbunge mteule. Je, matarajio yako ni yapi? Ah, matarajio yangu, acha ni translate kile ambacho senior wangu wamesema, ni kwamba tunaenda kusherekea legacy ya baba yetu, baba ambaye ametukuza katika siasa, amekuza chama cha ODM miaka ishirini ya kuwa katika chama hiki. So tunaenda kusherehekea kuwa katika chama na tunaenda pia kusherehekea baba yetu. Mbunge wa Dagoreti, uh, Dagoreti Kaskazini, Beatrice Elachi, yeye uh, tunatarajia kufika Mombasa. Tukifika Mombasa, tunatarajia sasa kusherekea maisha ya baba, lakini pia kujikumbusha maadili ya baba Hana, hiyo ndio ya muhimu kabisa, na tunaomba vijana wote, tumetoka Nairobi tunaingia Mombasa, twende kwa heshima, tuheshimu jiji la Mombasa, tusherekee baba jinsi alivyopenda. Tukitoka huko, wajue kwamba sisi wana ODM huwa tunafanya vitu kitofauti. Kwa hivyo nashukuru wote, na naomba mkumbuke yale alituachia, tusiwahi kosa kutendea wananchi mema. Na, uh, vizuri sana uh, unapo, uh, pia tuko na mwenyekiti wa kamati ya afya, sijui utazungumza na Kiswahili ama Kiingereza uh, uh, Raila of, of, of, uh, Amolo Odinga.

We must then say the principles and the ideals that he stood for must now be the driving force which is democracy, the respect for human rights, justice, service for the people. those are the ideals. Of those when we talk Raila, that's what we talk when we talk ODM, that's what we take that is what we are going to put together as we now Make the party the party focus of everything we do. It is OD. Huyo and... ni mbunge huyo ni mbunge wa Seme uh, James Nyikal ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya afya katika bunge la kitaifa. Huko kwingine tunako tunakoingia ni chumba kingine ambapo wabunge wapo. Uh, sherehe pia zinaendelea katika eneo hili uh, uh, treni inapoendelea kusonga uh, uh, tunaona tu kwamba shughuli tu zinaendelea. Mbunge wa Suna Mashariki ambaye pia ni, ni mwenyekiti wa kamati ya andalizi pamoja na mwenyekiti wa kitaifa. Uh, labda tuambie, tumefika wapi? Nafikiri sasa tuko nasikia maeneo ya Voi. Sina hakika lakini, nasikia tuko maeneo ya Voi. Tutafika Mombasa saa 9 kasorobo. Na nasikia watu wanatungoja huko wengi sana katika kituo ya ya, ya reli Miritini ya na nasikia ya kwamba kuna furaha na kuna maombolezi zimeshikana upande kwa upande. Wengine wanasherekea wana, wana wengine wanaombeleza wana wanakumbuka baba e. Asante mwenyekiti wa kitaifa, tumeona ukipiga mbwembwe kule na, na, na wanachama wa ODMJ hisia ni ipi uh, mnapoelekea Mombasani? Uh, nimeona wanachama wako na mategemeo makubwa sana um, vile wamenielezea nikitembea katika train hapa, yote wamesema viongozi tukae pamoja, tushikilie chama, tukuwe na unity of purpose kama viongozi wa chama, na wanatutegemea sisi kama viongozi tupeleke chama mbele na tusisambaratishe chama kwa heshima ya kiongozi wetu, Uh, Raila Amolo Odinga. So, imekuwa imekuwa ni a very, very good ride. Tumepata nafasi na ya kukaa na uh, wafuasi wetu na kusikiza hisia zao, their hopes, uh, challenges ambazo wanaona. Tuko hapa kwa train na uh, kutoka Turkana, Wasamburu, Wasingishu, Bomet, tuko na wanachama kutoka Narok, kutoka Kajiado, kutoka Kakamega, Migori, Homa Bay, kila mahali. Na ni kipi kilichochea chama kikaona kisitumie ndege kitumie ki, ki, ki, ki, kisafiri na treni na wafuasi? Ni nini kiliwachochea kama uh, viongozi wa chama? ni, ni hii for this very reason kwamba tukuwe na nafasi na wanachama wana na tukuwe na nafasi na, na, na wafuasi. Tukienda kwa ndege, kutakuwa na viongozi tu wachache wanaweza kuenda kwa, kwa ndege, lakini tukiwa hapa kwa train tuko na wafuasi zaidi ya thousands wa, tunaweza kaa nao, tunaweza zungumza nao, wanaweza tuona, pia wanaweza tuelezea maneno, kwa sababu sana sana wanatuona tuko juu kwa stage na tunaenda, lakini leo tumetembea pamoja uh, kama Juneta alivyo, alivyo, alivyo sema tupo katika maeneo ya Voi. Tuko uh, tupo karibu kufika Voi manake hapa tuliko ni Savo, mbuga ya Savo. Tunaona wanyama uh, kule nje. Uh, tunaona ndovu wana wako tu kwenye mbuga uh, wakiendelea. Kwa hivyo tuzidi tu uh, kutizama jinsi uh, mambo yalivyo tunapoelekea katika maadhimisho ya uh, miaka ishirini ya chama cha ODM. Uh, kule ni uh, Bwana Emwatoka ambaye ameongoza kundi kutoka kaunti ya Nairobi, uh, wote wakiwa kwenye treni hii uh, kuelekea kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo uh, mengi zaidi tutakapotua kutakuwa na kikao maalum ambacho uh, kitakuwa kinahudhuriwa na wakuu wa chama uh, kikiwa ni uh, National Governing Council, ambapo watakuwa wakifanya uh, mkutano hii leo tutakapofika Mombasa na kufanya mabadiliko moja, uh, moja ama mbili uh, na kisha baadaye kumuidhinisha rasmi uh, seneta wa Siaya ambaye ni kaimu, uh, kaimu kinara wa chama cha ODM Dr. Oburu Oginga, ndiye kinara rasmi wa chama cha ODM, uh, uh, watakapokuwa wakikutana siku ya Jumamosi katika uwanja, uh, ama, uh, katika eneo la Mamangina, uh, katika kaunti ya Mombasa, ya eneo la Mamangina Mombasa, mikutano ya wamama walemavu ndani ya maadhimisho siku ya Juma, Jumamosi. Siku ya Jumapili kutakuwa na maombi maalum ya chama cha ODM ambayo imeandaliwa katika kaunti ya Kilifi. Kwa hivyo kwa sasa hatuwezi uh, andika kwa mate ilhali tunao wino tuna, tuna, tuna katika kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo nakurejesha kwako, alafu kisha tutaendelea na safari hii kutoka eneo la Voi. Na mshukuru sana Steven Leto kwa muktasari, umetueleza yote yanayopaswa kufahamika.